Mahakama yapokea kilo 15 za heroin. Mahakama yapokea kilo 15 za heroin na Ruto, aomba aomba aomba radhi Tanzania, Chadema kujibu kauli ya msajili wa vyama vya siasa. Hiyo ni habari, inaendelea ukurasa wa vya ukura pili kwenye gazeti la Nipashe. Mkutano mkuu wa taifa Samia asisitiza unyenyekevu viongozi CCM ni kuelekea mkutano mkuu wa CCM taifa, Samia asisitiza unyenyekevu kwa viongozi wa CCM. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe kwenye kurasa za mbele, na tukiachana gazeti ya Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahalisi linaandika Gwajima avuruga. Hilo ni gazeti la Mwanahalisi linasema Gwajima avuruga akosesha utulivu CCM serikalini na bungeni aandaliwa dozi ya kung'olewa ashambuliwa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini wabunge wakalia kutikavu, e, wabunge wakulia kukalia kutikavu. Mboye aitosa chauma. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la na Mwanahalisi nasema Mboye aitosa chauma, mbunge atafuna shilingi milioni 28 za CCM lakini gazeti lako la wamachinga lenye linaandika umoja wa Ulaya wa ipa kongole rea mambo ya nje ya beba diplomasia ya uchumi. Lakini Samia wananchi wa miliki wa CCM viongozi tunapita, lakini wa rais Ruto rais azing... Ruto aziangukia Tanzania na Uganda eh, na RC Chalamila awataka wa machinga Kariakoo e, kufungua, e, kufungua njia lakini wataalamu wa PPPC wahadhiri vyuo vikuu wapatiwa uzoefu e, kuhusu ubia sekta ya afya yoni habari kwenye gazeti la wamachinga lakini gazeti lako la majira lenyewe linaandika rais Ruto au maradhi wa Tanzania Samia aandika historia system aweka jiwe la msingi ujenzi wa makao makuu. Lakini Takukuru yaokoa mamilioni ya fedha, Dr Mpango afichua siri uendelezaji miundo mbinu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema eh, Kasim Majaliwa aendelea kuwashawishi wa Japani kuwekeza nchini eh, Majaliwa lakini kwenye gazeti la Uelekeo lenye linaandika Samia aridhia nyongeza ya ajira mpya mia tatu TRA. Samia aridhia nyongeza ya ajira mpya mia tatu TRA aweka jiwe la msingi jengo la sisimu. Lakini RC Chalamila atoa agizo zito, malipo kwa elektroniki yapaisha mapato ya serikali. Hilo ni gazeti lake la Uelekeo, ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la mtazamo mpya lenye linaandika maafisa TFS e, Kibiti wadaiwa kuchangia kifo cha mjasiriamali. Maafisa TFS Kibiti wadaiwa kuchangia kifo cha mjasiriamali, ni baada ya kumkuta na mabao e, na mbao 12 za kutengenezea vibao e, vya kukunia nazi. Lakini walikimbiliza e, akiwa katika pikipiki, wakamwacha akiwa mahututi. DC ahidi kuwasomesha watoto wa marehemu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mtazamo Mpya. Lakini mambo ya nje waja na vipaumbele sita, mambo ya nje waja na vipaumbele sita. TRA yamshukuru Rais Samia kuwaongezea wafanya mi... wafanya kazi TRA ya mshukuru... ya washukuru Rais Samia kuwaongezea wafanyakazi. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako linaandika Rais Samia aweka jiwe la msingi ujenzi wa makao makuu ya CCM. Stempu za kielektroniki zaleta mageuzi makubwa kwa TRA, lakini ujumbe wa Tanzania washiriki maonyesho ya ujenzi na viwanda Qatar. Rais Ruto wa Tanzania mtu samehe. Mpo wa Magufuli amvua nguo Askofu Gwajima, huyu ni mpo wa Magufuli amvua nguo Askofu Gwajima, lakini kutoka gazeti la Tanzania leo lenye linaandika ndoto ya waasisi CCM yatimizwa na Samia. Ndoto ya waasisi wa CCM yatimizwa na Samia, azindua ujenzi wa jengo jipya makao makuu Dodoma, aendeleza eh, imani yake kwa wakandarasi wazawa, ataka liwe la kukuza kizazi cha viongozi waadilifu. Lakini Samia ashusha neema kampeni ya gurudumu la mama Dodoma, Samia ashusha neema kampeni ya na activity ya fungua pazia kozi ya astashahada eh, eh, na astashahada. Lakini Rais Ruto au maradhi wa Tanzania, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Nasema Rais Ruto au maradhi wa Tanzania. Lakini fahari ya Zanzibar, gazeti lako linaandika eh, makala ataja miradi mitatu itakayohusisha eh, Mwanza makala ataja ya miradi mitatu itakayoinufaisha Mwanza. Lakini Dodoma hapatoshi, ni kuelekea mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, CCM. nasema Dodoma hapatoshi. Lakini Zanzibar leo linaandika Dr. Samia, viongozi jishusheni kwa wananchi. Huyu ni Rais Samia andika, viongozi jishusheni kwa wananchi, na Dr. Mwinyi apongeza ujenzi makao makuu ya CCM. Lakini Sheikh Jabiri afariki katika mazingira ya kutatanisha. Sheikh Jabiri afariki katika mazingira ya kutatanisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Na tukichana gazeti la Zanzibar, tuangazia gazeti lako la Mwana Habari, lenyewe linaandika kesi ya Watanzania na kampuni ya moto bora, e, ya Wagiriki kuendelea leo. Lakini mawakili wa serikali kupigwa msasa. Samia aiheshimisha CCM. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwana Habari ukurasa wa mbele lakini Rais Ruto wa maradhi wa Tanzania, wataalamu wa PPP eh, wahadhiri vyo vikuu wapatiwa uzoefu kuhusu ubia sekta ya afya. Lakini serikali kukamilisha ujenzi wa VETA eh, wilaya zote, serikali kukamilisha ujenzi wa VETA wilaya zote. Hio ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Simba yataka ubingwa yachapa Singida goli moja kwa sifuri. Lakini mkude swala la muda apr -a. Ikomba nikishinda najipanga michezo shuleni. Lakini Mtanzania aiva Sevilla aziki akiwa jukwani. Gazeti lako la Nipashe linaandika Simba ya ibana Yanga kileleni yachukua pointi tatu muhimu mbele ya Singida Blackstars. Fadu alalamika kuhusu hiyo ni gazeti lako la Nipashe. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo linaandika ushindani, simba yanga waikosha TPLB, msuva awaita vijana kuonyesha vipaji, kipanga yaipunguza kasi mwembe makumbi eh, city. Lakini kwenye gazeti lako gazeti la raia mzalendo linaandika simba yaonyesha jeuri singida, mukoko keita bonge la beki huyu ni mkoko asema keita ni bonge la beki lakini gazeti lako la mtazamo mpya linaandika halidi ya ucho awania tuzo uganda simba yaichapa singida goli moja kwa sifuri yaitafuta yanga simba ya yanga lakini uelekeo linaandika simba yainyatia yanga yalaani mashabiki wao kupigwa zanzibar kiba darasa wasifiwa bungeni ancheloti ateua kikosi chake hilo ni gazeti lako la uelekeo lakini gazeti lako la Majira kuna michezo naandika Simba avuna alizeti za Singida Black Stars. Kafu yaendelea kujiridhisha ya ubora wa viwanja Tanzania. Yanga yasikitishwa na vitendo viovu vya mashabiki wa Simba. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika Khalid Aucho bado mali ya Uganda. Mtanzania akipiga dhidi ya Sevilla na aziziki, lakini Simba yaendeleza ubabe kwa Singida Black Stars. Mukoko na matumaini kibao ya Keita yukiangazia kwenye gazeti lako e, gazeti lako la Mwanaspoti gazeti la michezo linaandika, Yanga yamwita Dar es salaam beki TP Mazembe. Yanga yamwita Dar es Salaam TP Mazembe, huyo ni beki wa TP Mazembe, Yanga yahusishwa naye kwenye usajili. Lakini Simba, mtacheza hamchezi. E, Simba wasema mtacheza hamchezi. Chama la wana Geita godi kumaliza ubishi lakini viwanja watakavyocheza Haaland na Aziziki. Mbeya City ya anza na kiungo Yanga Union habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwanaspoti ni Simba wanasema mtacheza hamchezi. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Na gazeti la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asante kwa usikilizaji mwema. Na kwaherini, asubuhi njema.